Okay, basi hapa ni namna ya kuset. Jia, unachokiona, ni sehemu ya setting, ya kuset kitufe namba moja set namba moja, sehemu ya tukibonyeza mara kwanza itasoma internal temperature ambayo ni 37 na ndio temperature inayotakiwa ndani ya mashine. Ukibonyeza mara ya pili itasoma 60 ambayo ni kiwango cha unyevu, lakini kiwango cha unyevu kianzie 60 kama ni minimum, maximum hadi 80 ndio ni maximum. Uh, humidity mbaya inatakiwa kuepo ndani. Sasa ukishabonyeza hivo basi utakuwa umeshamaliza kuseti mashine yako lakini bado kuna sehemu ambapo natakiwa tuangalia je mashine yetu itageuza mayai ili mteja wetu asije akala hasara tena kwa sababu hapa hatuna mayai tunaendelea kama kawaida tena. Kama kawaida tena unacholea chupa yetu alama hii ili kuifanyia testing. Tumeamua tuweke alama xx ili kwa ajili ya kuweza weka mashine yetu, je, inageuza mayai? Kama unavyoona, x namba 1 ipo chini, x namba 2 ipo juu. Kwa hiyo mashine yetu tumesha, tumeweka hiyo chupa chini, tunabonyeza mashine yetu kwa ajili ya turning system. Ah, kubonyeza alama jumlisha mara moja, maana kuruhusu mashine endelee kugeuza mayai kama tunavyoona. Tumebonyeza, tuone time waka ya ya kwanza kugeuza mayai, ngoja tuangalie huku inavyoenda kugeuka kama unavyoona, alama inaendelea kugeuka. Sogeza, sogeza ona. Yes, kama unaoona alama yetu bado inaendelea kugeuka. Yes, kama unavyoona, kama unavyoona, ah, unavyoona, kwa mayai atakapokuwa anageuka hutoweza kuona. Ndio maana tumeshauri uweke alama x au alama yoyote ambayo utaamua kuya lebo ili uone akiwa anageuka, naona alama inazidi kupotea.